Ni mojawapo ya hali ya kawaida sana inayowatokea wanawake wengi sana wakiwa katika matibabu ya homoni zao, na hii mojawapo ni kwamba wengi wao wanaweza wakajikuta mvurugiko wa siku unatokea, au kuna mwingine akawa muda mwingine huenda siku zinachelewa kupita kiasi. Ni hali ya kawaida kabisa inayomtokea mwanamke yeyote hasa akiwa kwenye matibabu ya homoni na wengi wao huwa wanaweza kujikuta wanapata mabadiliko awali kabisa, wakati wa kutumia dawa au mwingine anapomaliza, kwa mwezi wa kwanza, kwa mwezi wa pili, lakini wengi wao huwa wanajikuta hata mwezi wa tatu hadi mwezi wa nne ndio mzunguko unakaa vyema. Kwa hiyo kama unatumia dawa ya homoni na ukajiona mzunguko umebadilika, ni vyema kwamba zile dawa zinaenda kufanya kazi yake. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi wowote, na jihakikishie tu kwamba dawa zinaenda kufanya kazi kama inavyotakiwa, kwa sababu nimepata simu nyingi sana za wanawake sana wakiwaambia kwamba dokta, aa mimi aaa, nipo kwenye ya hormones, lakini inaonekana mburugiko wangu umeburugika. Wanasahau kwamba mburugiko lazima utokee ili uweze kukaa stable, lakini vile vile hormones zako ziweze kusimama katika mtiririko unaotakiwa. Nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Unapitia changamoto za hormones, wewe ndio umetibia changamoto hiyo ya kujirudia au umetibia lakini unaona changamoto iko pale pale. Kuna matibabu ya siku 30 tu kupitia mwongozo sahihi, kupitia dawa ambayo imewasaidia wanawake wengi sana, na wewe unaweza kwenda kusaidia moja kwa moja.